Jamii sana utamaduni Kyata Online karibu, tukuzungumzie kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii na kwa siku ya leo tunakuzungumzia mshike mshike ambao unaendelea nchini Marekani baada ya P Diddy kukumbwa na sakata ambalo linaendelea hadi sasa ni msanii mwingine ambaye pia ni msanii mkubwa, msanii mkongwe na mfanyabiashara mkubwa nchini humo Marekani, ambaye anajulikana kwa jina la Jay-Z. Jay-Z naye pia ameingia katika kashfa za ubakaji baada ya kushtakiwa kwa madai ya kumpa madawa ya kulevya Uh, mtoto mwenye umri wa miaka 13, wakati ambapo alikuwa katika hafla ya kutoa tuzo ya MTV na kuendelea na sherehe ambayo iliandaliwa nyumbani kwa PDD, inadaiwa ya kwamba kulingana na mashtaka ambayo yanamkabili Jay Z, inafahamishwa ya kwamba mtoto huyo mwenye umri wa miaka 13, alichukuliwa na driver wa PDD na kupelekwa nyumbani kwa PDD, eneo ambapo kulikuwa kumeandaliwa sherehe hiyo ambapo alikabidhiwa Jay Z na kuweza kumpa madawa ya kulevya mtoto huyo hadi kufikia kile ambacho kimetajwa kwamba ni kitendo cha ubakaji. Na kulingana na taarifa ambazo zimetolewa na wakili wa mtoto huyo alifahamisha kwamba mtoto huyo wakati ambapo alifikishwa nyumbani kwa P Diddy alitakiwa kusaini hati ambazo zilimtaka kuweka siri chochote kile ambacho angeweza kushuhudia kutokea nyumbani kwa Diddy, chochote kile ambacho angeweza kuona kwa Diddy kuweza kuweka siri na kutoweza kukizungumza kwa mtu yoyote yule, lakini baada ya muda aliona ya kwamba ni bora aweze kutafuta wakili na kuweza kufahamisha kile kilichotokea, kwa kuwa kitendo ambacho alichofanyiwa na msanii huyo ni kitendo ambacho hakikustahili na ni kinyume na haki za binadamu. Hivyo basi ameona ni bora kufikisha malalamiko yake mahakamani ili aweze kutendewa haki. Jay Z naye kwa upande wake amefahamisha kwamba tuhuma hizo ambazo zinamkabili hazina mashiko na kufahamisha kuwa wakili huyo hana lengo lingine isipokuwa kutaka kujikusanyia kiwango kikubwa cha pesa na kutaka tu kumharibia heshima ambayo tayari amekwisha jipatia katika jamii. ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu tuhuma hizi ambazo zinamkabili sasa Jay Z?